liza mulizaji, mke ametundikiwa talaka na mumewe kwa kuambiwa ya kwamba ukitoka na ukaenda kufanya zina, kunakutana na mwanamume, basi hiyo ni talaka yako moja, na kwa sasa mume amekata kwenda kwa mkewe wala kukutana naye katika haki ya tendo la ndoa kwa muda ye, hifo, wa miezi mitatu na wala hamti matumizi yoyote. Je, kufanya hivyo ni jambo sahihi? Aljawab, bismillahi rahmani rrahim. Azawaju akdun shariyyun mabniyun ala -al lmawaddati warrahmati. Jawabu ni kwamba, kwanza kabisa, ndoa ni jambo la mkataba wa kisheria ambao unajengeka katika misingi ya mapenzi na huruma. fala yanbaghi lizauji an yakuna anidan ala zaujatihi, haifai kabisa kwa mume kuwa ni mtu mkorofi dhidi ya mkewe, wala lizaujati an takuna anidatan aidan ala zaujiha, wala haifai kwa mke kuwa mkorofi dhidi ya mumewe na Allah mtukufu amesema kwamba wajaala bainakum mawaddatan rahma, na nakajalia baina yenu nyinyi wanandoa mapenzi na huruma. Kwa hivyo haifai kufanyana uadui na ubaya katika hali hizo. Amma min at-talaqi haythu ta'liqu az-zawji ta'liqu at-talaqa fa innahu la yaqa'u illa idha waqa'a ma 'ulliqa bihi dhalika at-talaqu, amma kuhusu talaka ya kutundika katika hali hiyo talaka haijatoka kwa maana haito thibiti mpaka pale ambapo litafanyika jambo ambalo limetundikwa kwa ajili ya jambo hilo, jambo la talaka. Kwa maana kikifanyika kile ambacho kimetamkwa katika matamshi yale, ndipo itakuwa talaka hiyo imesihi, imepita au imeanguka, kwa lugha nyingine. Ama ikiwa halikufanyika hilo, basi itakuwa talaka haijawa, na si vyema mume kutundika talaka hasa kwa kumtilia shaka mkewe katika mambo kama haya. tundika talaka hii ni jambo ambalo halipendezi katika sheria. Na ama kuhusu mume kutofanya jimaa na mkewe kwa miezi mitatu, uh, hiyo haitengui ndoa, ndoa itabakia kuwa ni sahihi na ndoa ipo kama kawaida, midhali hajatamka kumwacha wala hakijatendeka kile ambacho alikitundikia talaka kwa ajili yake kikitendeka kwa hivyo azawaju au zaujiyatu qaimatun, ndoa ipo inaendelea baina yao. Wa ala zauji an yauda ila albirri wa alqiyam bilwajibi nahwa zaujatihi, na mume huyo anatakiwa kurudi na kutekeleza wajibu wake kwa upande wa mkewe, kwa sababu kumkata mke na kutompa matumizi na mahitaji yake, hilo si jambo sahihi. Na ikiwa anafanya hivyo ikiwa hivo, anafanya hivyo basi itakuwa anafanya dhulma, na mke ana haki ya kudai matumizi yake na mahitaji yake kwa muda wote ambao mume hakumpa matumizi hayo. E, na ikiwa mke pia kwamba hajafanya kumwasi mume na kuondoka kwenda sehemu nyingine e, kharija albeiti zauji nje ya nyumba ile ya wao wanandoa, kwa hivyo kiangaliwe kipengele hicho kufanywa kazi vizuri, na ikiwa kuna mgogoro wote bado unaendelea baina yao, basi tuna washauri ikiwa wapo karibu kwa hapa wa Zanzibar, basi waje katika ofisi ya mufti mkuu wa Zanzibar, na ikiwa katika eneo jingine, nchi nyingine, au mkoa mwingine, basi waende kwa kiongozi mkuu wa dini katika eneo hilo, ili kuweza kupatiwa suluhisho ya mgogoro ulioko baina yao. Naomba Allah mtukufu awasuluhishe baina yao waliogombana na ajalie mapenzi na huruma kwa wanandoa wote kwa jumla na jamii yote na...